Kwa saa hii nikiangalia hali vile iko uh, haina ruhusa watu warudi nyumbani kwao, kwa sababu kuna matatizo ambayo yako kila mahali, kuna mambo ambayo yako kila mahali ambayo huwa hayatendeki vizuri, ambayo huwa mambo haijaliki vizuri. So tunahitaji watu wapate kurudi nyumbani kwao, kama kimya iko na Mungu anaweza kusaidia watu wanarudi kwao wa kama kuko amani. Mikataba hile ambayo inasainika kweli, tunaijua kama mikataba iko ambayo inatokelea ngambo na ngambo, lakini huwa hivi vyote havijaleta suluhisho, kwa sababu suluhisho hakuna, kwa sababu suluhisho ikikuwa kweli, watu wanaweza kurudi na kukaa nyumbani kwao. Lakini kama suluhisho hakuna, watu hawawezi kurudi nyumbani. Suluhu ni kama watu waungane pamoja, wakutane Wakongomani wote wakutane pamoja waongee pamoja na wajadiliane kwa kila kitu na suluhi itakuwa.